za dawa bana, inaweza ikawa inanyesha mikocheni tu, kwingine kote isinyeshe. Mtu akikwambia huku kuna mvua kubwa inanyesha, kuwa na imani, atafika ila atakawia. Sasa, wakati kwenu mnakula bata, huku Mbezi Msumi, barabara ya kutokea Madale, hali ni mbaya sana, yaani ni mbaya kweli, kwa sababu Kipindi cha nyuma daraja lao lilisombwa na maji mengi yaliyokuwa yanapita katika mto huu. Madereva wakawa wanapiana taarifa tu, tafuta pa kupita huko, huku kumenuka, huku pamenuka. <laughs> ah! Kwa shida na tabu, wakaendelea na mateso yao. Kwa bahati nzuri, inasemekana akaja kiongozi mmoja wa serikali akaangalia, kisha akatoa neno la faraja. Wananchi wakafurahi sana, wakawa na imani naye, lakini mkuu akatokomea pasipojulikana. Kasheshi ya hapa ikaendelea kuwa mbaya zaidi kila kukicha, afadhali ya jana. Wananchi wakakaa kikao, wakakubaliana kujenga haka kasehemu ka kupita kipindi cha kiangazi, hatimaye wakafanikiwa. Sasa Leo hii Mwewe kafika hapa kwenye kikao, baada ya kutoka pale Mbezi na Upendo, shule ya msingi. Twende mbele tusirudi nyuma, shule ya pale <laughs> mdomo huu, mdomo huu, Mwewe jamani, mdomo. Haya, tusubiri <laughs> tamko. Mwewe ndani ya Msumi, jicho lake linaona daraja hili lililokatika katikati, kipande kimoja kisijulikane kiko wapi, ama ni mtu umepanuka sana au daraja lilisombwa na maji na kutokomea mbele ya safari huko. Sasa hivi ni nyakati za mvua, mto huu ukijaa maji, hao wapiga kura wakazi wa Msumi wanapita wapi? Wanafikaje makazini kwao? Mwewe anawaomba sana wakuu mnaohusika na barabara hizi pamoja na madaraja. Msumi wanateseka, Msumi wanaumia, jamani Msumi wanaomba, wapo chini ya miguu yenu, matumaini yao ni kwenu kwa sasa, hawana msaada zaidi ya kumtegemea Mungu asiwaingize kwenye majaribu. Nani anajua watafikaje kwenye vituo vya kupigia kura? Hiyo si ni haki yao? Vipi wakishindwa kufika kwa sababu ya daraja hili? Wao wanawapigia kura, vipi kuhusu kuwahudumia wao? Wanawapigia kura ninyi, pagumwe Mwewe anawaomba sana wakuu, fikeni hapa daraja la Mbezi Msumi, barabara ya kuelekea Madale, mtoe tamko ili angalau mponye majeraha yaliyopo ndani ya mioyo yao hawa wananchi. Mwewe ni mnyonge anayetetea wanyonge wenzake, kupaza sauti yake muisikie mliopo maofisini mkipigwa na viyoyozi, ila ninyi ni watu wasikivu sana na wachapakazi. Mwewe hana shida na nyie, wala hana wasiwasi na nyie, kwani mkionyeshwa jambo mnalifanyia kazi chap, bila kuhoji mara mbili mbili, kuwalinda wapiga kura wenu. Moyo yupo Msumi anawasubiri.